Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika Ikulu ya White House siku ya Jumatano kwa madai ya mauaji ya halaiki na unyang'anyi wa ardhi dhidi ya watu weupe nchini Afrika Kusini, madai ambayo hayana msingi wowote wa, wa ukweli. Katika mkutano huo wenye mvutano mkubwa, Trump amerudia madai ya muda mrefu yanayotumiwa na vikundi vya mlengo mkali wa kulia, akidai kuwa wakulima weupe wanauawa na kufukuzwa katika mashamba yao madai ambayo yamekanushwa vikali na serikali ya Afrika Kusini na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Afrika Kusini ina kiwango cha juu sana cha mauaji duniani, lakini idadi kubwa ya waathirika ni raia weusi. Ramaphosa alikuwa amejiandaa kutumia mkutano huo kujaribu kurekebisha uhusiano uliopo kati ya nchi yake na Marekani, hasa baada ya Trump kufuta msaada muhimu, kutoa hifadhi kwa baadhi ya Waafrika Kusini weupe, kumfukuza balozi wa Afrika Kusini na kuukosoa uamuzi wa Afrika Kusini kufungua kesi ya mauaji ya kimbari dhidi ya Israel. Ramaphosa amewasili akiwa ameambatana na wachezaji maarufu weupe wa gofu kutoka Afrika Kusini, akiwemo Ernie Els na Retief Goosen, pamoja na mabilionea Johann Rupert, akisema kuwa anataka kuzungumza masuala ya kibiashara. Lakini mkutano huo uligeuka kuwa mashambulizi ya kisiasa kutoka kwa Trump, aliyewasha televisheni maalum ndani ya ndani ya Oval Office na kuonyesha video ya makaburi ya mviringo yenye misalaba meupe, akidai kuwa yalikuwa makaburi ya wakulima weupe waliouawa. Video hiyo, iliyorekodiwa mwaka elfu mbili na ishirini wakati maandamano ya wakulima kufuatia vifo vya watu wawili kwenye shamba hilo, ilionyesha misalaba iliyowekwa kwa ishara ya kumbukumbu isiyo na makaburi halisi. Waandalizi wa maandamano hayo wameiambia runinga ya taifa Afrika Kusini kuwa misalaba hiyo ilikuwa ya kuwakumbusha wakulima waliouawa kwa miaka mingi. Trump amesema nukuu, tuna watu wengi wanaohisi wanatekwa, na wanakimbilia Marekani, tunawachukua kutoka sehemu nyingi duniani, kama tukihisi kuwa mateso na mauaji ya kimbari, mwisho wa nukuu. Kiongozi huyo pia alimtaja kiongozi wa upinzani wa Afrika Kusini Julius Malema na kusema anapaswa kukamatwa kutokana na matamshi yake ya awali. Trump ameendelea kuonyesha nakala za magazeti na makala mbalimbali akidai kuonyesha ushahidi wa mauaji ya wazungu. Ramaphosa akiwa ameketi pembeni ya Trump amejibu kwa utulivu na kusema, kama kungekuwa na mauaji ya halaiki ya wakulima wa Afrika Kusini, naweza kuahidi hawa watu watatu wasingekuwa hapa, mwisho wa nukuu. Hata hivyo majibu hayo hayakumridhisha Trump, ambaye alisema kuwa nukuu, tuna maelfu ya habari kuhusu hili, lazima tuelewe jibu, mwisho wa nukuu. Ramaphosa amesema kuwa kuna uhalifu Afrika Kusini, lakini wengi waathirika ni wa raia weusi. Trump alimkatisha na kusema lakini, wakulima sio weusi. Ramaphosa amesisitiza kuwa nchi yake iko tayari kujadili masuala hayo, akimtaja Nelson Mandela kama mfano wa mshikamano na amani, lakini Trump hayakumyumbisha, akijibu apartheid ilikuwa mbali sana, lakini sasa hali imegeuka, hii ni kama kinyume na apartheid. Tofauti na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye mwezi Februari aliondoka mapema baada ya kukabiliwa vikali na Trump, Ramaphosa alibaki kwa utulivu. Alimsifu Trump kwa mapambano ya Oval Office ambayo sasa yamepambwa na dhahabu na kusema anatazamia kukabidhi urais wa kundi la G20 mwaka ujao. Trump hakusema kama atahudhuria mkutano wa G20 nchini Afrika Kusini mwezi Novemba. Baadaye bilionea Johann Rupert ameingilia kati na kumsaidia Ramaphosa akisema kuwa Uhalifu ni tatizo la wote na wengi waathiriwa ni watu weusi pia. Baada ya mkutano huo, Ramaphosa amejaribu kugeuza mazungumzo kuelekea kibiashara, akisema wamekubaliana kuzungumzia madini muhimu yanayopatikana Afrika ya Kusini. Waziri wake wa biashara amesema kuwa amewasilisha pendekezo la uwekezaji linalojumuisha ununuzi wa gesi ya LNG kutoka Marekani. Lakini Ramaphosa alikanusha waziwazi madai ya Trump kuhusu ghasia ya kikabila. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.